Kila ifikapo mwezi Desemba, dunia huingia katika hali ya shangwe. Mitaa hupambwa kwa taa za rangi, nyimbo za Krismasi husikika kila kona, na familia hukutana kushirekea sikukuu inayotambulika kama kumbukumbu kumbu ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Lakini nyuma ya furaha hii kuna swali ambalo limeendelea kuibua mjadala wa muda mrefu: Je, Tarehe 25 Disemba ndiyo siku halisi ya kuzaliwa kwa Yesu au Krismasi ina mizizi katika sherehe za kale za Mungu jua? Kiukweli ni kwamba hata Biblia, chanzo kikuu cha imani ya Kikristo, haitaji tarehe kamili ya kuzaliwa kwa Yesu na katika vitabu vya injili za Mathayo na Luka vinataja mazingira ya kuzaliwa kwake, Bethlehemu, wachungaji na nyota angani, pamoja na utabiri lakini hazitupi jibu la siku au mwezi ambao Yesu alizaliwa. Lakini kitabu cha Mwanzo ile sura ya kumi mstari wa nane katika Biblia, kuna habari ambayo inaeleza kuhusu jina la mfalume hodari sana Nimrodi, miaka ambayo mfalume huyu alifariki na kumwacha malkia wake, ambaye alienda kinyume na Mungu jua kwa kuwa alizini, na muda wa kujitetea mbele ya mfalume ili asiuawe, alisema kuwa alikuwa akiota jua na mionzi ya jua ikamfikia tumboni pake, hivyo akapata ujauzito alionao. Kama asingetaja hivyo, basi angeuawa, jambo lilofanya malkia Shemila mesi kudanganya. Inaelezwa kama tarehe 24 Disemba ni tarehe ambayo alizaliwa mtoto wa Shemila Messi aliyeitwa Tamuzi, na tarehe 25 Disemba alifanyiwa sherehe kubwa, sherehe za Mungu jua. Na kitabu cha Yeremia 7 mstari wa 17 hadi 18 kinaeleza taarifa za kuzaliwa na sherehe aliyofanyiwa Tamuzi, akipewa heshima kama mtoto wa miujiza na mtoto mbalikiwa kwa kuwa alizaliwa kutokana na miujiza ya Mungu jua. Lakini alipofikisha miaka mitatu, alifariki dunia jambo lilofanya tena Shemiramisi kudanganya ili kufanyika maombolezo kwa kuwaita wanawake waweze kuomboleza. Na hii ndiyo ile kwa lezma ya mfungo wa Kikristo. Sherehe za Mungu jua zilizotokana na kuzidi kwa baridi kwa kipindi hicho kwenye msimu wa mwezi wa kumi hadi wa kumi na mbili, na likachomoza tarehe 25 Disemba, hivyo watu wakatenga iwe kama siku ya kusherekea Mungu jua kwani kipindi kukiwa na baridi liliwa watu wengi sana. Tamaduni za dini zinamtaja babu ambaye yupo kwenye sherehe za Krismasi akiwa amevalia mavazi mekundu na kofia akiwa kwenye mti wa mkrismasi akiwakilisha upendo na kujaliana kwa kupeana zawadi. Ndiyo, ni sahihi kabisa. Kipindi cha nyuma miaka hiyo, historia inasema alikuwepo askofu aliyeitwa Mtakatifu Nikolasi, alijulikana kwa matendo mema akipita huku na kule akigawa zawadi na wanachi wa Uranzi nisherekea siku yake Disemba sita kwa kuvaa mavazi mekundu na kufahamika kama Santa na kama mtu angefanya mambo mema na kugawa zawadi basi angeitwa Santa. Na baadaye baada ya tamaduni hiyo kwenda Marekani, ikaungana na mungu Odin, mungu wa vita, na ule uvaaji wa mavazi yake Nicholas, kwa hivi sasa inaonekana kama Santa. Huyo ndiye Santa, ni muungano wa tamaduni mbili tofauti. Hivyo basi, tarehe 25 Disemba ilikuwa ikisherekewa kabla. Na je, binadamu wana mtazamo gani juu ya sherehe hii na kwao ipoje? Kwa majina naitwa Agnes John, tarehe 25, anachoelewa kwamba ni siku ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu Mkombozi Koskwi, apa, wa ulimwengu kwa siku hii hapa Wakristo wanapumzika tunasherehekea tunaadhimisha siku ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Kwa majina yangu mimi naitwa Alois Laurent Yohana, mimi ni mfanyabiashara biashara hapa Machinga kama tunavyoona. Tarehe ishirini na tano sisi kama ni siku ya sikukuu tunafurahi, na tunafanya kazi, haina shida kuanzia tarehe kumi na saba ya mwezi wa kumi na mbili mpaka tarehe ishirini na tatu walikuwa wana sherehe za kilimo kwa ujumla, na hapo basi walikuwa wanakutana wanakunywa na kucheza kubadilisha na kubadilishana zawadi. Sherehe ya pili ilikuwa inafanyika sasa tarehe ishirini na tano ya mwezi wa kumi na mbili, na ilikuwa sherehe kubwa kabisa, sherehe ya kuzaliwa kwa jua. Miezi hii ilikuwa ni miezi ambayo usiku ulikuwa ni mrefu kuliko mchana na mchana ulikuwa na masaa machache sana, na jua lilikuwa linapotea kabisa, kwa hivi walikuwa wanasherekea ya kwamba jua sasa linaanza kurudi. Mwisho wa yote, Krismasi itaendelea kuwa ishara ya nuru mpya, matumaini mapya na wito wa kuishi kwa upendo bila kujali tarehe halisi ya tukio hilo. Nikutakie heri ya Krismasi na heri ya mwaka mpya. Hii ni makala fupi iliyoandaliwa na kusomwa nami Michael Mondela.